Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii. Hakuna. Mnakumbuka, niliunda tume ya haki jinai, ikaenda, ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea. Haya ndio wanaoyaona Watanzania, na katika kuyatekeleza, kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu na ya muda mfupi na muda wakati mengi asilimia tisini tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku mia nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba.